La kwanza, Mbogwe haiwezi kuendeshwa na watu wenye fedha, na taarifa zote mimi ninazo. Wanawaita sehemu mbalimbali, wanapita wanawapa fedha. Maelekezo yangu, chukueni fedha, weka mfukoni, halafu lala <laughs> mbele

msichague kiongozi kwa sababu ana sura nzuri. tunataka viongozi wanaoijua Mbogwe. Tunataka viongozi wenye uchungu na Mbogwe. ssiemo oh, yes. mimi nikifiaga hapo huwa inakazirika automatika simnaniona simnaniona nina yes. uchungu yes. na Mbogwe na kwa sababu mimi Mungu aliniumba hivyo nimeongoza kata za Masumbwe na Nyakafuru miaka ishirini. Mheshimiwa Sika anaingia, mimi nilikuwa diwani bado tuko Bukombe. <laughs> mimi nilijenga sekondari mbili. Mimi kwenye maendeleo, siasa huwa naweka pembeni. uh -huh. Tuzungumze kwanza nini maendeleo. uh -huh. Maendeleo nikiwa mwenyekiti wa halmashauri, ni kata pekee ya Masumbwe iliyojenga bado tuko Shinyanga sekondari uh -huh. sekondari mbili stai kujizua, nataka niwaambie hilo kweli. Na mwelezi na katibu, nitawaambia mbunge mzuri huyu hapa, na wewe una kazi ya kuambia hawa. nataka viongozi wenye hofu ya Mungu. Tena hapa mwenyekiti, mpaka dakika kumi zaisi, ninataka mm, kiongozi mwenye hofu ya Mungu, staki kiongozi mwenye tamaa, kiongozi anayejilimbikizia kula. Viongozi wengine tunachagua Yeah. Miaka mitano inaisha hata kuwatembelea hamna. <coughs> Yeah. Uongo kweli, anakwenda kukusanya fedha, yaani yeye anakusanya hela, anakusanya hela anasema uchaguzi ukifika atakwenda kuwapa hela Mbogwe ham siiemu Nimewaambia tunataka kiongozi mwenye hofu ya Mungu, kiongozi anayetutembelea, kiongozi anayetupenda, kiongozi anayetupigania, sio anakwenda kwa kutufanyia biashara, anasubiri, anakusanya anakusanya, anakusanya, siku zimeisha ndio anarudi ku, kuja kuwaambia, anakuletea laki moja. Hayo unapewa shilingi laki mbili. Mwaka mmoja una siku mia... Wale wasomi, pigeni hesabu. Mwaka mmoja una siku mia tatu sitini na tano na robo Uzidisha mara ngapi? Mara tano utaziona hizo siku halafu chukue laki mbili ulizopewa ugawanye kwenye hizo siku, utaiona kwa siku mpewa shilingi moja zoktaenhemgepika siku mia tatu sitini na tano ukazidisha mara

Ukiona mwanaume anahangaikia mchunguze, mchunguze kwanza, unamchunguze kwanza. Ukishajiridhisha kwamba kweli huyu ni kiongozi, nimewaambia tutataka kiongozi mwenye hofu ya Mungu. Na ninyi mnategemewa tarehe hiyo mkatende kweli kwe, kwe? Basi baada ya kusema haya, mbaki na amani ya Bwana, amani ya Bwana, mbaki salama.